Tuweze kuzungumza michezo na burudani. Siku tulivu kwelikweli, siku njema kwelikweli, siku nzuri kazini. Kama bado hauja subscribe fanya hivyo, wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Na hii leo na ripoti moja kwa moja kutokea hapa chamanzi mitaa, ambako nimemfuata mwanangu Bigi tuje tiazungumze mawili matatu, hususan mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu, hatujaonana kitambo sana, heri. Lakini ah, mimi namshukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu. Ni kweli mwanangu, Da tulipoteana, tulimwagikana au sio, bwana, lakini <laughs> Lakini ndo maisha unajua, ndo harakati za maisha hizo. Mm. vipi Azam FC? Kwema? mara ya mwisho mimi kuiona clip yako ikiwa na trend kwenye mitandao ya kijamii ni sare dhidi ya na Mungu, shida iko wapi ndugu yangu? Ah, shida inavyoonekana, kuna mpango maalum unajua kuna mpango maalum wa kutaka yes kuna mkakati upo kwa ajili ya kutaka kuiangusha Azam FC. Azam ni timu ambayo most of the time huwa taarifa au, au, au, mazingira ya ligi ikianza. Azam ni timu ambayo tunaanzaga ligi vizuri sana. Huwa tunapataga mtihani zaidi kwenye kuimalizia ligi, sio kwenye kuianza ligi. Sasa inavyoonekana tulivyompata Fulai Benge kuna watu ni kama vile wamekuwa na wamekuwa na nyoza husuda. Watu roho zimewauma sana. Kwa hiyo wameamua kutangulia mapema kuhakikisha kwamba hii Azam wanakuja kuizima asubuhi kabisa. Kwa hiyo juhudi zao zinaonekana, ila sisi kwa sababu Azam FC na mapambano yetu, hatuwezi hatuwezi kulala. Tunaendelea na sisi kuonesha juhudi zetu za kuwaonyesha. Unajua tunachokifanya sasa hivi, maandalizi ambayo tumeyafanya Azam FC msimu huu ni maandalizi ambayo ukitaka kutufanyia aina yote ya fitina utajitia tu aibu. Yaani kuna vitu vitakaa wazi afu utakuja kuona hata cha kujitetea hauna. Sijui mnaelewa. Ndio kinachotokea safari hii. Mimi kama mshabiki wa Azam, tumedondoshwa kwenye mechi mbili, ambazo hizi mechi zote mbili tumedondoshwa na marefarii. Sawa, mechi na JKT tumedondoshwa na marefarii, mechi na Namungo tumedondoshwa na marefarii. Mimi kama mshabiki yani, ule mpira nilivyoona unachezwa mpaka sasa hivi, huwezi uwezi kuniambia yani, simlaumu mchezaji, simlaumu kocha, yani sina wa kumlaumu na wala siwezi kuwalaumu viongozi kila kitu kimefanyika vile ambavyo kinapaswa kifanye je kifanyike. Ila tu, lawama tunazipeleka wapi? Kwa viongozi wa mpira, bodi ya ligi pamoja na TFF. Wanaonekana kabisa kwamba kuna kitu aidha wao au kuna watu wao wanawasapoti kuhakikisha kwamba wanayangusha Azam FC. Unajua Azam ni timu ambayo imeshindikana kwenye staili nyingi ya vita. Katika vita ambayo Azam huwezi kupigana naye ni vita ambayo inahusiana na masuala ya fedha. Hauwezi. Yaani hakuna staili wewe utaitumia ukamshinda Azam kwenye vita ya pesa. Sasa naungana baada ya watu kutushinda kuona kwamba Azam hatuwezi kunipita kwa pesa. Wanatafuta kwenye vita zingine. Na ni vita moja tu ambayo nchi ndio inatushinda moja tu. Ni mivita marefari. Basi. Kwa sababu shida yetu sisi tunakatusimamia kwenye haki. Wakati soka la Bongo kumbe haki alifeje, haki alitaki lina michongo ambayo inaitaka. Ndio shida hapo ndio kwa masisi hapo tu. Sio umeelewa? Na mimi nasema siku moja mabosi wangu akija kuamua kupita kwa hiyo njia ambayo watu... maana hii ni juhudi ya kutaka kuwalazimisha mabosi wa Azam wapite kwa hiyo njia ambao wanaitaka siku mabosi wa Azamu wakiamua kwamba sasa na sisi tunaenda kupita hiyo njia babu, tutaacha jangwa nchi. Mimi nakwambia, yani mpira utaonekana sio mpira tena, kwa sababu Eh, unamwambia tu hey, hey, chukua basi ile gari la skrimu ile gari litakuwa la kwako kwanza, imechikisha tukachukua ile gari alafu uone kitachotokea. Kama kuna refa atakata kuchukua chuma, watapigana mangumi, kitu ambacho si hatukitaki kukifanya kwenye mpira wa Tanzania. Si tunataka watu wacheze mpira? ambaye ambaye, sisi tunataka haki, anayeweza mpira aonyeshe, oya Yaani unapigwa mpira mpaka mwenye unalizika, Ibenga hajawahi kufeli. Hajafeli Kongo, hajafeli Sudani, hajafeli ila inaonekana bongo nataka kumfilisha watu weza e, bwana bigi tuko kwenye break hapa ya michuano ya kimataifa michezo ya kirafiki Tanzania tunacheza baada ya hapa ngoma goma, ngoma ngoma inogile safari inaanza sasa kuelekea kwenye michuano ya kimataifa pasina shaka makundi umeona. <laughs> ndugu yangu makundi nimeyaona <laughs> <laughs> makundi bwana mimi nimeyaona sawa nimefanyaje nimeyaona Kundi letu Azamu FC nimeliona na nimeona kabisa kwenye mtindo kwa kundi lile sisi bana, kwa sababu nilishasema huo ndio ushakuwa mwaka wetu wa neema kwa kundi lile sisi. Mungu na kazi zake, lazima tutoboe. Si eh si tunaongoza eh, kundi wa idadi atakuwa nafasi ya pili na maisha yataendelea eh? Sawa eh si tunaongoza kundi Azamu, tunaongoza kundi kileleni, nafasi ya pili atakuwa wa idadi na maisha yatafanyaje yataendelea. Ila kuna mtu yule nimemwona, ameyakanyaga au kwa lugha nyepesi, ameyamunya. Unajua kuyamunya kuna mtu kayatimba sana. Kuna mtu kayatimba. <coughs> Nani? Eh? Nani kayatimba? Kuna ndugu zetu wameweka kundi moja la hatari. Yaani ile kundi unajua Afrika hapa. Ile kundi ndio bingwa yuko hapo. Bingwa wa Afrika au bingwa nini? Eh, ndio. Ile kundi ambayo nalisema, eh, eh ndio bingwa yuko hapo. Ah no, ile kundi bingwa bingwa si eh, Piramidi. Piramidi na kundi lake lingine. Eh. Ila yupo ambaye ndio eh, yani unaweza bingwa wa muda wa muda wote <coughs> au unaweza kama bingwa wa muda wote eh, ndio yupo kwenye ile kundi hilo. Sijumelewa. Akipita <coughs> pale naye bingwa atoto akupita kwenye hawezi, na sio kupita tu, yaani hawezi ya kupita na wala hawezi kubadilisha nafasi kwenye ile kundi. Yaani kuanzia mechi ya kwanza inaanza, kuanzia mechi ya kwanza atakuwa anaanzia chini, yaani anakufa, anakaa akika chini, akikaa chini hainuki tena. Hainuki Ainuki tena mimi nakwambia. Anaanza ataanza mechi yake ya kwanza nafasi ya mwisho, atamaliza mechi yake ya mwisho nafasi ya mwisho. Yaani kwa mfano msimu uliopita sio kuna kundi moja imetokea sijui ametoka nafasi ya nne, amekuja nafasi ya tatu, mara ya pili kidogo. Yaani mara anajiona kama vile ananusurika nataka kwenda ku qualify mara anachemka. Hii ngoma kuanzia inapoanza, yeye atakuwa anaburuza mkia tu mwanzo mwisho mpaka kundi linaisha. Nimekwambiaje, kwenye mpira wa Afrika kuna kanda za soka. Sawa eh? Sisi ukanda wa SEKAFA ndio uhalisia ukanda wa Sekafa ndio ukanda ambao ni wiki dhaifu kimpira Afrika, ukanda wetu wa Sekafa. Sawa, ukanda Simba kidogo na najaribu kujipapatua papatua, mambo ya Simba sijajua mimi, nazungumzia hizi ukanda hizi yeah. Umeelewa eh? lakini ukanda ambao ndo strong na ndio wenye nguvu <laughs> ndo ule kule ambao ndo ule mwamba, kakutana vyuma hivyo vitatu vipo kwenye kundi lolo, anachuma kutoka Algeria, anachuma kutoka Moroko, anachuma kutoka Misri akipata hata shooti on target kwenye mechi zake zote, shooti on target, nakata gogo eh, nakata gogo mafungu mafungu, li li ya eh, mafungu mafungu pale kwenye kwenye ile ile ile ile ile Dar es Salaam mpaka Dodoma magogo eh, nakata gogo fungu fungu, akipata akipata on on target goli. On target goli goli sana kupata kipengele. wewe wewe, steka mchezaji, steka mmoja, steka mchezaji mchezaji mmoja mmoja mmoja ambaye unamtegemea afunge goli tu, asipokosa anafunga nani? Ndo boeli yule Ndobo eh? nani huyo mtu, saa hivi unamtaja huyo mtu, anajuta saa hivi, huyo mtu anajuta, na mimi niliwaambia. Ah, no nashindwa kuelewa kitu kimoja, umelewa? Yaani yule ili aweze kufunga kuna kitu bidu wakifanye, yanga hiko kitu akikifanya anaweza kufaulu, umelewa? Wakifanya wakimnunulia make, kuna stari ya kumnunulia E, wamnunulie yale magoli, wamnunulie <laughs> wakiweza kumnunulia magoli atafanya vizuri, ataendelea kufunga, ila wakimwacha vile apambane mwenyewe kwa uwezo wake, afunge goli, hawezi kufunga goli. Kwa hiyo atahangaika naye tu, ila ndio hivyo, kuna swala zima ambalo linahusiana na masuala ya makundi. Hauwezi kucheza na timu ambazo zinatoka kwenye ukanda wa wanaita ule, wanaita ule ukanda unaf, umesikia? Uwezi kucheza na watu kutoka kule, wale watu ni wataalamu watupu. Umeelewa wale watu wataalamu watupu mimi nakwambia. Amuone kama akifuzu itakuwa iko hivi. Nisikilize, hawezi. Kwanza kufuzu hawezi. Nimeshakwambia kufuzu afanyaje? Kufuzu hawezi. Mpira unadunda bibi. Mpira unadunda lakini inategemea na mazingira. Hawezi kudunda kwenye maji mpira. Eh? Chukua maji nenda kadundishe kwenye maji kama utadunda mpira. Mpira kwa unadunda kwenye maji unadunda. Kwa hiyo uhalisia tuongee uhalisia. Unajua tu unajua tu sio tunaongea kwa kutaka majungu, na kutaka kupelemba vitu hivi, hmm. Wewe nikuulize swali moja hivi, mechi shakuwa ngumu au sio bwana ahali analitaka jambo lake. Yule nani yule JS Kabin anataka jambo lake. Sasa ile chuma, nikwambia, nikwambia. Yule kwenye, kwenye ligi ya kwao anacheza mechi saba JS Kabin. utakuja kumfunga wewe na timu yako ambao hawaeleweki nafasi kumi anapata on target hivi kweli kabisa ndo watu wameshakaza wameshakaza fufu kabisa ah hali analitaka jambo lake kwa wachezaji gani pale wazaji wa maana walishawatupa mkono. Tukane mamba kabla hujafuka mtu big. Ndugu yangu umeona mechi na KMC juzi, baada ya mechi yake, yaani mechi ya KMC ambayo wa mwisho kwenye ligi mechi na KMC. Sio umeona mechi? Mechi ya, yani ameshinda mechi, ha, mechi moja tu Ameokotea alimfungaga Dodoma Umeelewa? lakini ndo katika timu ambayo haieleweki ndo KMC. Sijui umeelewa Unakuja yani, ili upate goli mpaka uje kufanya sabu, uje kuhangaika na watu, mara mkija kucheza nao afa kafunga. Yani Azam akafungwa na Dube, Azam akafungwa na Dube, Azam akafungwa na Dube na Dube akamfunga dube. Yani dube yaka... Dube akamfunga Fofana au, au, au foba e, au waishi Manula mm. ah. Kwanza hapo ndo nitaamini kwamba kule nilikwenda kufanya vitu vyangu kule yule mtu kaniibia, japo mpaka sasa hivi naona kabisa yule mtu amechukua hela yangu kwa halali, ila kama itatokea hiyo e. Najua wizi yupo na siku na... zote nimekuambia sio kwenye maji. Sawa. Kwa hiyo huyu ambao unamngangania unataka sisi so atufunge dube, sio unataka atufunge dube dube. Ni yako. Hapo eh, ametokea amefunga. Ah, sisi kwetu mkosi hawezi kutoa kwa sababu ule ushamnasa. Ule anaondoka nao na kama li... Ka... na mimi kama nilivyowaahidi na nilivyowaambia kama ambavyo anaomba sabu maki sana anaomba sabu yule akiona aliyeweke anafanyaje? anaomba atoke, anakosa magoli mengi, na sisi tunataka vile vile. Atakuja kuomba mkataba wake na akasema jamani ye, mimi kuanzia sasa hivi jamani, kucheza mpira wa bongo mimi ba mimi basi naomba nifanyeje, naomba niachane na soka la bongo, nirudi nyumbani kwetu, sijumeelewa na sisi ndo tutakuwa tumelizika. Ndugu yangu, kuna kitu anasema karma is real, sawa? Kisasi haki siju meelewa hivyo e, vyote vinakana vinaswi sijumeelewa kwa hiyo kitu chote ambacho kinatokea sasa hivi kwa Prince Dube wanasema what goes around comes around. Yeah. Yani hivyo hivyo. Hebu hebu angalia hivyo, angalia misemo yote ya watu hiyo. Wahenga wazungu wote wameongea vitu hivyo. Alafu ndo nakuambia siku kuhusu Prince Dube. Babu nimekwambiaje? Dube lake ya kwanza nenda kufunga ndoa kwa mkewe mshala mapokea Azam Azam FC. Ndo anaenda kumuoa yule mwanamke wake. Sijui mimi amecheza mpira miaka nenda rudi, amecheza mpaka South Africa, lakini hela alikuwa hapati ya maana. Hela maana akaja kuipata Azam Complex. Anakuja sasa kuja kututukana. Anakuja si kufanya jeuri soksi zake so, za kwanza aliziacha wapi muulize. Mwambie hivi, soksi zake za kwanza anakuja kufanya mazoezi za mkompleksi aliziacha wapi? Anakuja kutuvua sisi nguo kwenye timu yetu. Yaani tuonekana sisi hatuna akili. Au mpaka aseme wale wanachekia choni wakina nani? Ana matatizo mengi na, ndio vitu kama hayo yote yamerundikana hayo. Lazima aseme anachekia choni nani? Yes, lazima kuna watu wanachekia choni. Hata hata jamani, kwenye ile timu ile alisema kuna timu akizifunga kuna watu wanakasirika na kuna timu akizifunga kuna watu wanafurahi. Hawataji. Sawa? Yaani asiweke asiweke mazingira ya maneno ya kwamba yani asitumie unafiki. Aseme. Sijumuelewa. Kuna yani hapo ndo atakuwa amelivua lile. Au si bwana, kuna dubuasa atakuwa amelivua lile. Eh, ndo atakuwa mfaulu saa, amefanikiwa. Mtadili na huyo mtu. Ah, kudili atoweza kudili na tutakao tumemfahamu tu. Yeah. Sitatokisha mfahamu, yeah. Hata yeah. Tukishamfahamu tutajua namna gani yeah. Anamvua. Okay, kumbe yeye ndo alikuwa namna gani vipi? Tutajua namna gani ya kuishi naye. Umeelewa sisi? Ila cha msingi yeye aje, yeye aseme. Asiposema watu watamalizia ibada dube, watu watamalizia maombi dube, watu watamalizia kumuonea huruma dube, watu watamalizia michango dube, watu... yani kila kitu atamfanyia dube, lakini hawezi pia akatoboa. Mimi na yeye nataka tufahamu kitu kimoja hapa, tuzungumze tu serious na kwenye kitu cha mpira. Ukichukua Simba, ukaichukua Yanga, ukaichukua Azam na Singida Black Stars, nani unamuona mwenye aweni ya kuelekea hatua ya robo finali na nani unamuhisi anaweza akamaliza kama top contender kwenye kundi nani unaweza kumuhisi anaweza kumaliza? Yani, unachotakiwa kufahamu kitu kimoja kwanza, sio nani anaweza kufanya uweni. Azam anaenda kuchukua kombe la shirikisho, ili neno liko wazi, na ndio maana nikamwambia watu wajiulize maema, nani unamtaja FC Manyema? yule anatoa pointi nne. Mechi yetu ya kwanza kabisa tunakutana na wao, mechi ya kwanza Kongo, tunaanzia ugenini. Siku, siku zote mwenye nguvu anakufa nje. Ndani ngapi hizo sita hizo, ukijumlisha hizi nne, ukitoka hapo moja kwa moja ndo nakuja kumwangalia, sababu na mjomba Ziechi na Pascal Msindo, maana ndo nimekuambia, ndo bato ambayo inasubiriwa na watu kuiona hiyo. Pascal Msindo na Hakimu Ziechi. Kwa hiyo ikiwa inasubiriwa hiyo bato hiyo, kinachotokea nikupe, nikuambia, nikuwekee kipolo. Nikupe kwa kifupi iko hivi. Mechi yetu ya kwanza kabisa ah, mabwana wanakuja za Zenji kwa Hamada, tuenda kuzima na Zanzibari anakufa yule. Zanzibar anakufa Mechi yetu ya pili tunakucheza na wapi kwake kule, tunaenda kutoka na Esale, si tunaongoza kundi? yeye wadadi nafasi kwenye kundi au, eh, wa pili atakuwa Singida. Singida na kikosi kizuri, mimi nikwambia kitu kimoja, umesikia? deliki iko hiyo kule, hawaendi kwenye klabu bingwa, hawawezi. Kwa sababu kwenye klabu bingwa kule watu wamejizatiti, ndugu yangu, klabu bingwa sio kombe la shirikisho sijumeelewa hivyo, nikuulize swali. Wale akina nani wale akina uchizivunga, kama ingekuwa imefanyika haki kabisa, ndo pamenyoshwa maelezo. Yanga alikuwa anaingia kwenye group stage, lile goli ambao walikataliwa akina uchizivunga le, sababu nini? ametia kamba refa na sababu, anakuja kulikatilia goli sababu ilikuwa kitu gani? umeona ameamua tu mwamuzi mwenyewe anafanya kama tatu malogo alivyotuamulia zile mechi na Namungo. Maamuzi tu, mtu anaamua mwenye kufanya vitu ambavyo vieleweki. Lakini kama ingekuwa ndio kiakili lai, yanga siku hiyo alikuwa anakunguta makalio na anaondoka zake, aenda kucheza alikocheza. Eh, anaoga mjini aende, eh, anaoga mjini aende. Lakini sasa imeshindikana, Omelo imeshindikana, mwisho wa siku ndio wameonekana watu wamepita. Lakini sasa kwa misaada ile kwenye group stage huwezi kuipata kila mechi na watu nyewe. Sasa umeenda kukutana na watu ambao automatically wao ndio inabidi mambo yale uliofanya kina uchizi vunga inabidi wakufanyie wewe. Sijumelewa. West, kuna kina wes, kuna sasa, ndio shughuli kama hizo, shughuli kama hizo, sasa wale ndio wenye mpira wao mpila. Afanye watu wafanye makarateka ndio, <laughs> hivyo <bu>, kwa hiyo <laughs> ndugu yangu huyu mwingine huyu ambaye nimemwona yupo na Kennedy Agosto. Nimemwona yeye mzari lake kwamba kidogo kuna watu wale ambao ukanda kama ilivyo kwamba zile kanda za soka wao yeye kidogo yupo na watu ambao wenye kanda za soka ambao sio majanti wa Afrika ni wa kawaida. Kwa hiyo unaweza kubisha nao. Ila je, una kikosi cha kubisha nao? Kama ataweza kubisha nao anaweza akakulifai, lakini kama hataweza na yeye ataenda kucheza na, kucheza na kuchezaga. Ila kuna shirikisho. Mimi na Singida tutafanya vizuri sana kuliko kwenye klabu ingo watu ambao wanategemea. Eh, bwana mimi nataka nimalize na wewe kwa jambo moja tu. Umesikia kuhusiana na scenario, Azizi Andambwile? <laughs> <laughs> ndugu yangu, kumbe nawe umezipata. Iko hivi, ongela kwanza wewe, kweli mwandishi bora, mjomba Azizi bwana. Inaonekana alipokuwa <laughs> na uasha watu walikuwa wanampigia makofi tu, umeelewa? Eh, nakubali mwanetu, uko vizuri, umeelewa? Lakini mwisho wa siku maokoto yalikuwa te, au si bwana? Kwao amebishabisha, tumeziona. Taarifa zimeonekana kwamba watu wamesema kwamba wamemtatulia tezo lake la mpunga. Sasa just imagine. Ndambwila anapokea mshahara wa shilingi ngapi? Wewe leo mpaka aanze mpaka kususa aanze kugomagoma aanze kushtaki nn no kumlipa mshahara vipi? Kuhusu Clementi mjomba Clementinho ambaye mlitangaza naye anachukua milioni 40, na kwanini mpaka sasa hivi achezi? Yani swali, kwanini mtoto... Majeruhi gani asiyepona ya wewe nazi... mbona, mbona pakome kila siku anaumwa na anapona na anacheza na kwanini asiyeze mzize kwa nini Clement Yachezi? Wa mlipe. Haiwezekani mtu unamwahidi mshahara milioni 40. Kina nane mpaka wiki 10 atarejea kwenye uwanja. Ah, huwezi kumshau kumlipa mtu huku kwenye kwenye kwenye public unakuja kutangaza unamlipa milioni 40. Baadaye mnapoenda kwenye makatazo na kumpa mtu milioni 12 haiwezekani. Sijui umeelewa. Tatizo nini? Wasio wanataka kuigeza Azamu siku tukulipa mishahara mikubwa. Brandi ya Azamu ni kubwa. Ukiahidiwa unapewa. Ndio maana wewe Faisal Salum Abdalla umeona hivi hivi. Umewahi kupata kutembelea peji wewe? Ya, ya vitu anavyoviandika umezona zez... yani, umeona zile caption zake wa Ndiu. Wakati, <laughs> wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na wakati huo yupo kwenye mpira, yupo kwenye chuma ambacho kile chuma yani kama ndege. Sijui umeelewa? Wakati yani, wa Mungu ndio wakati sahihi. Yaani ana enjoy maana yake maisha ya Azam FC. Ila sasa nenda huko na kukutajia huko. Tembelea peji ya Ndambwile, tembelea peji ya Mzizi. <laughs> Wana miaka hawaposti kitu kwa sababu gani? Yaani watu na vijiba vya roho wamekasirika. Ila ndio kusema wanashindwa. Kumbe wale... kuna watu wanaona watu gero wachezaji wa Azam. Ah, sio kuna watu obvious iko hivyo. Hivi wewe hii nchi Tanzania tofauti na kucheza maisha, kucheza Azamu ili uishi vizuri utacheza timu gani? Hivi umeangalia? Simba na Yanga. Huko Simba na Yanga unaweza kacheza lakini mshahara wenyewe unakopwa. Nenda kamuulize Morris yule pale, Morris Abraham yule. Au sio bwana? Hamna hata ni percent kwenye mshahara wake kwa sababu si mchezaji wa kuokota sio ndo mchezaji wa kuokotwa huyo, kutoka Ulaya amekosa timu, karudi Bongo. Mchezaji hawezi kutoka Ulaya, sema Ulaya ameachwa ah. Umeelewa, ameachwa Ulaya au sio bwana? kaudi Bongo, ndio <laughs> hivyo, amerudi akawa, nimekwambia alikuwepo Tabata anachezake ndondo, ndo ameokotwa. Baada ya kuenda, kamuulize kwenye mshahara wake yule, hakuna 10% kama ukuti 10% sijui. Ila ni Azam 10% sijui, hakuna, ila anajua ni mishahara za Azam Complex tunapokea lake Nenda kamulize Nado kamulize Msindo kamulize Fei, yani waulize wote watakwambia bwana, sisi tulichosaini ndiyo tunachokipokea sijui mwelewa. Kwa hiyo hakuna mzaji hata mmoja kwenye nchi ambaye hataki kuja kucheza Azam Complex, na ndio maana hata mechi zetu sisi Azamu kama unazifuatilia zinakuwa ngumu kucheza na watu wengine, kwa sababu na wao wanatamani kuja kupokea mishahara mikubwa na mishahara mizuri kwa wakati. Azam Complex mshahara unatoka tarehe kumi na tisa na unaambia uchague mwenyewe, unataka kulipwa kwa staili gani? Ulipo katikati ya wiki na mwisho wa siku umpi hela waulize kwa nini Mzizi hataki kucheza. Wa, yani hili la mzizi, wa, kwa Clement, Mzizi kwa nini hataki kucheza nini? hataki kucheza, watu majeruhi. Ndugu yangu haya maisha, ukilijua watu watu. la mbele watu wanalijua la nyuma, ukilijua la nyuma watu wanalijua la mbele. Ndio maisha yalivyo, sawa, wamlipe hmm. mtoto wa watu acheze mpira na yeye <laughs> milioni arobaini nyingi milioni arobaini eh, oya. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Inuku ile ile statement aloingia engineers mchezaji gari zaidi kwa sasa ni e Clement Mzizi, mchezaji gari, mchezaji gari, mcheaj <laughs> hapo sasa, hapo ndo ndomemalizia vizuri yeah, mchezaji gari ndani ya Yanga Afrika yeah, ile mchezaji mchezaji gari kwenye ligi ya Tanzania ni Faisali, ndo mchezaji gari huyo Umeelewa? yeah. anapiga pasi vizuri, sio? Unakuja ku... kutangaza mchezaji anaitwa AI ila, kinachotokea rafiki yangu, matipu matupu, hakuna lolote pap. mkakutana na wale Yanga Africans kabla kuja changamka wale, amna amna, kuja wale. Mm. Amna wale wanakula wiki saba wale kwa timu ile pale sasa hivi ile yeah. kiungo AI ndo yule yeah. mchezaji anacheza rafiki yangu, miguu utafikiri booster bustanini yule ah ndugu yangu wale bado hawajajipata wale watendelea sana kumkumbuka Jafet Kitambala eh, yani, yani <laughs> <Uku kikitambala>. Anaweka <laughs> <laughs> ila wanangu dube <laughs> kunitajia dube rafiki nakuona, acha oi, kweli dube eh, ah, dube wala dube hapana, wala dube, para, wala dube. Eh. Prince Dube ah, mwambie ndo arudi Zimbabwe, mwambie ndo arudi Zimbabwe. Mwambieni kabisa rudi Zimbabwe kabisa, sio masiala bwana wa wa tarehe mbili ilikuwa mechi na Simba eh? mm, ah ndio hiyo mambo, mambo ya nani mambo yale ya mambo yale ambayo yalitokea ya, m alikuwa kila mtu njia ya uwezo wake, yule alikuwa anachezea nyingi yule kocha Masigala, mzee wa skanka Yaani yule alikuwa anakufa nyingi. Woya, Ibenge unajua alishajiandaa kabisa. Unajua Ibenge alijiandaa na kila kitu kwenye ligi ila ndio tulishinda sehemu moja tu kujiandaa. Na ndio hapo wanapotuangusha. Sehemu moja tu. Mazoezi mkafanya, afu kumbe mimi nimegundua kitu bwana. Ile mipira, hivi Ibenge, Ibenge, Ibenge kocha Ibenge, mbona? Uliona kwanza na Faisal, asa ile na hisi, mimi mwenyewe binafsi ile wena ilikuwa kama mipango kwa ajili ya Simba. Ndio, ndio alikuwa anataka kukutana navyo vitu kama vile umeona? E. vitu kama vile alikuwa anabidi kukutana navyo, kati mwanangu. Oya. Ka, oya, e, kati. E. Uh, ndio maana nikakwambia kwamba Ibenge ni tactician, master. Mm. Sawa. Na anakijua anachokifanya, timu imeandaliwa katika mazingira yote kupata magoli, ndio maana umeona mag kuanzia kwenye open play. Sawa na kwenye nini kule set pieces, ndio maana umeona na ndio mkuja kufunga vile vitu, alikuwa anakutana vile mnyama vile. Na ndio alikuwa ile Hamadi yana watu tayari washamaliza mchezo, lakini ndio hivyo tumewakosa eh eh, imekuwa nje hapa, na ndio kaweka ndio vile. Kwa hiyo vitu ah, udambu dambu huko mwingine, na sio ule tu, ladha zinakuja nyingi, ila ndio hivyo kuna watu wanatuharibia mipango yetu, lakini kuna utamu mwingi unakuja. Eh, Kwa hiyo kumbe wanajiandaa uwanjani, lakini kuna sehemu azamu ana sehemu moja tu tunafeli kuna sehemu hii moja tuna feli, ila mimi nakwambia tutakuja kuanza kuwapa watu magari ya askrimu eh. Hapo kuna mtu hapo anatoka hapo uwanjani analia. Mimi nikwambia kitu kimoja, nchi ya Tanzania katikati. Mimi nakupa story ya moja mbili, ujue timu kongwe ambayo ina miaka mingi kwenye nchi ya Tanzania, ambao ndo mababu na wazee, japo ndo kichwani hamna kitu, ni Yanga Afrika. Ujue wana umri mrefu, wana umri mkubwa kuliko timu zote, sijumelewa? Kwa hiyo hii yanga hii ndio timu ambayo Azam FC ndio timu ambayo imewahi kuiliza Yanga, yaani Yanga wamewahi kulia kwa sababu ya Azam, na ndio timu ambayo imewahi kuifunga magoli mengi Yanga, Azam FC. Ah, Big, imewaliza wapi? Uwanjani, ya Yanga walipigana, ila alichezea chuma nne Zanzibar kwa hiyo zote zote tunazo sisi Azamu. Sasa n je wanatuchokoza, kwa mataka fanyeni kama vile mm. Sasa tuwaambie kuna siku sisi tutakuja kufanya, ila tuambie tutafanya lini, ila tutakuja kufanya huu mwaka sio kufeli kwa Azam FC na hatufeli, ila mambo sasa tokea mapema haya. Wewe subiria kinachokuja, yajayo yanafurahisha. Kuna mtu atalia. Sio watalia tu yeah. Kuna mtu, kuna watu watalia na kuna watu nao wataanza. Sisi tumeandika barua ngapi sasa hivi kwenda TFF, bodi ya ligi? Hizi mechi na JKT, mechi na Mungo. Sasa kuna ku... barua yeah, wataanza kuandika watu wengine kwenda kule. Sisi tushaandika zetu mbili. Sasa ndio katuagiza kuna wengine nao wanaandika ziende kule. Eh, kuna watu wataandika na wao. Wewe subiri tu. Eh, tutakuja kulaumiana hapo. Kim fashion? Chake. Faisali auzwe. Kwenda wapi sasa? Mtu akifika basi tunamuuza. Ah, Simba au Yanga wanaweza kumlipa. Wanasema kumwambia Mzizi tu kulipa milioni arobaini na shirikana uweze kumlipa fee. Tushaweka, tusha mchuku, tusha. Yaani tushaweka kwenye standard ambayo kwa soko la Bongo tena ndio hakuna tena wa kusema anaweza kucheza. Yaani ni standard kubwa. Kitendo cha Azam kumpa milioni arobaini fee kama mshahara, automatically hakuna timu yote ya Tanzania ya milioni hamsini. Sio, sio Mzizi, sio Mzizima. Kitendo cha kocha fee kupewa milioni hamsini automatically hakuna timu yote ya Tanzania inaweza kumuafford fee. Sawa, kwa hiyo kuhusu Bongo hapo hustaji tena Tutajia wale akina Altripoli wale, uh -huh. Sawa, uh -huh. Wale ndio wataji, labda wale mabosi wa mafuta masanda, wana wataje hao, ndo ndugu zetu kwenye mpango wa fedha <laughs> hao eh. Kwenye mpango wa hela hakuna Bongo, hakuna Bongo, hakuna Shukrani sana, shukrani mwanangu.